Serikali ya chama cha MAKINI inakuja na mwarubaini wa wachimbaji, wachimbaji wakubwa na wachimbaji wadogo wadogo. Ndugu zangu, tunaamini ya kwamba tanzanite inapatikana Tanzania, dunia nzima kwanza. Tutakwenda kugawa vitalu vidogo vidogo kwa wachimbaji wadogo wadogo bure, na wakati huo huo tutatoa nyenzo, vifaa vya uchimbaji vya kisasa ambapyo tutamfanya mchimbaji mdogo mdogo aweze kuchimba akiwa na imani kwamba machimbo anayochimba ayatakuwa na afari kwenye maisha yake ya kila siku ka, atakuwa anajiaminishia kwamba vifaa anavyovitumia ni vifaa vya kisasa. Hivyo basi, hayo yote, sehemu nyingine, bali yatatekelezwa na serikali ya chama cha Makini chini ya Costa Jimmy Kibonde rais ajaye wa awamu ya saba. Ndugu zangu, tumebaini kwamba vijana wengi katika machimbo wengi wanapata matatizo wa wa ya vifua kwa ajili ya vumbi, na hatimaye makampuni yaliyoajiria vijana wa kisabailiyo, kijana amepata maradhi ya kimbili anafukuzwa kazi, hiyo chini ya serikali ya chama cha Makini itakuwa ni marufuku. Tutaweka utaratibu endelevu na kabambe, kijana yeyote ambaye atapata maradhi akiwa kwenye kampuni yeyote ambayo inachimba madini za ndani ya nchi na zile za nje ya nchi, vijana hao watagharamiwa na hizo kampuni, na itakuwa ni marufuku kumfuta kazi au kumfukuza kampuni itawajibika kumtibu huyo kijana, na hatimaye tutahakikisha mpaka anapona, na wakati huo arejee kwenye kazi ambayo alikuwa naifanya kazi hiyo ambayo ilipa maradhi. Kwahiyo tunakwenda kuibua uchumi wa watu wa kwenye madini na kufanya mazingira yote yanayozunguka madini ambayo ni madini ya adimu duniani lazima yaendane sambamba. Mataifa mengi duniani wamefaidika na madini ya tanzanaiti. Tunahitaji Mirerani kubadilika, miundombinu ya Mirerani sio rafiki. Hivyo basi, kupitia serikali ya chama cha Makini tunakwenda kujenga miundombinu sahihi na ya kisasa na kuufanya mji wa Mirerani kuwa kioo cha dunia kulingana na miundombinu ambayo serikali ya chama cha Makini imeandaa utaratibu ambao upo kwenye mpango wa kuiweka eneo la Mirerani kuwa eneo la kisasa na la makazi bora.